Ila kuna siku nilisema na naendelea kuambia ni kwamba mimi naendelea kukusanya data tofauti tofauti, ila ipo siku kila mtu mimi atanichukia yani, yani atakuja atakuja. So, kwenye timu ya Azam FC mambo unaishi hayo, uchawi Afrika, mambo ya, ya Kiswahili. <laughs> Watu uchawi unawapa kazi, sijui umeelewa? watu uchawi unawapa kazi, nenda ahali pale, kuna mababu wa mpaka kesho wa wapo kazini daily, ahali yapo bingwa Afrika miaka nenda rudi, ana wachawi wake wanaloga. itakuwa sisi mlipe kisasi, ila tunaenda kuipambania timu yetu. Yaani kulipa kisasi ni kitu kingine. ukisikia shehe masharifu, kwenye nchi masharifu mbaki pande tu Sijuu melewa yani? Ukisikia masharifu, sharifu ni mtu ambaye anamlilia kilio chake Mwenyezi Mungu na kia kina tiki masharifu mbaki pande tu, lazima tukalilie masharifu.